Samahani mwenyekiti, lakini in order for her to think outside the box she needs to have a clear mind, na jinsi ninavyomuona hapa she's not okay. mimi pamoja na wenzangu wote tuna imani kubwa sana na Bisalombe, we look at her with so much faith, we have so much faith in her. amefanya mambo mengi sana kwenye kampuni hii mpaka tulipofikia siku hii ya leo. Aniseta, ka kimya. Mwache endelee. Go. Mimi nimemaliza mwenye kiti. Samani kama nitakuwa nimekera. Listen, young lady, nitapokea msamaha wako kama utanipa solution. Otherwise, <laughs> you're in trouble. Derek. Alice. <laughs> Mambo? Poa za siku. Safi vipi? Hatuonani. <sighs> Nipo bwana. Nimekuja kidogo kuchagua chagua nguo na nini. Mm. <laughs> Derek, nasikia mama nyumbani. Nani amekwambia? Anyway, na, ni kweli ni, nimetoka kidogo nyumbani. Si unajua tena utu uzima. Jana. <laughs> Lini sasa utakuja kunichukua nipeleke kwako? Ku. Um anyway, tuta arrange basi. Siku rasmi kabisa ya wewe kuja nyumbani. Sawa. Don't worry, lazima ufike kwangu. Na lazima iwe siku special kabisa. Eh? <laughs> <laughs> <laughs> Leo jioni lakini si utakwepo. Yes, nitakwepo. Mama ameniambia. Naweza nikachelewa kidogo, lakini lazima niwepo. Okay. I promise you. I will. Sasa, ngoja niende, tutaonana jioni. Ah, okay, poa. Baadaye basi. Haya, poa. Sioni kama hili tatizo ni kubwa kama ambavyo tunaliona. Kuna maana gani? Yes, tatizo sio kubwa sana bali ni vyombo vya habari ndio linalifanya lionekane such a big deal. Mimi nilikuwa naona kwanza kabisa tuitishe mkutano wa ndani na wahariri wote wa vyombo vya habari tujiweke karibu nao na vile vile tuweze kukiri kuwa kweli tumeliona hili kosa na tunalifanyia uchunguzi simple. Hata mimi ndio maana niliomba muda, kiongozi, ili tu tu tu tufanye hivyo. Unasemaje? You fired. You new MD from now on. Kikao kimekusha.

Nakuja kumuona baadaye. Kila siku baadaye. Sinarudi, usichelewe.

Alafu, vipi uko jikoni? mtakachokiona kula si amchelewe, kwa mmepika mavitu mavitu yenu ndio hayo hayo chakula. Asante. Anniseta ameshatoka kwa mwenyekitin? Bado akitoka naomba nishtue, nataka kuzungumza naye. Okay, madam. Thank you, madam.

Ben ametolewa na nafasi yake nimechukua mimi. Haiwezekani. I know. Hongera by the way. Asante. Thank you. That's nice. I'm so excited. You deserve it. Thank you. Hongera. Asante sana. That's good. Wow. Okay. Um, Miss Salome uh, mm. alikuwa anakutafuta. Ana maongezi na wewe I think. mm, I know. najua anachotaka. wewe niandalie mkutano na wahariri wa vyombo vya habari wote saa tisa. And then utaendelea na ishu zako nyingine. Okay. Boss. Hongera. Asante. Yes. No, nili nili pata wisk leo jana na leo asubuhi pata but very weak and uh, I don't think ah. No, the question is naweza ah, kumeza dawa sasa hivi unafikiri? Okay. Thank you. Nimemtewea MD mwingine mpya <sighs> lakini baba, kulikuwa na ulazima gani wewe kumtoa beni hivi? Huoni kwamba tukiita press conference alafu tukatangaza kwamba tuna MD mwingine itarudisha imani kwa wateja wetu. don't you see that? I don't know, sijui, lakini something is wrong here. Huoni kama mzigo wote wa lawama una unambebesha Ben alafu, it's it's not fair, sio sawa hiyo, sio sisi, hawa ni watu watakuwa wanafikiri hivyo. Derek, kwenye biashara watakiwa ujue namna ya kutwist akili za watu. La sivyo biashara yako itakuwa inaanguka kila siku, uwezi kusimama. Derek. Use your brain. Might be right to see you. Use your brain. Anyway, nilitaka ni nikuambie, pia nina mpango wa kufungua kampuni yangu binafsi ya matangazo. Kwa hiyo ningependa For Connect ifanye kazi na kampuni yangu na sio mimi binafsi tena kama awali ilivyokuwa. Ndo umekuja kuangalia ofisi yako mpya, si ndio? I'm so sorry my love. Sorry. Ani, sikutegemea kwamba ni binafsi kiasi hicho. And you're so selfish. Me? Yes, you. Tumespend weekend pamoja. Kama ungekuwa na mawazo mazuri kiasi kile, kwa nini ukishare na mimi? Unakosea sana kuniita mimi binafsi Ben. Si sikupanga lolote iye, ilitokea tu, ilitokea tu. Mimi sio mtoto mdogo, so tell me, was it your plan? Plan what plan, Ben? Kuniache nianguke nifukuzwe kazi, uchukue nafasi yangu?